Kiwapasiabaidipina Pina, Pina kwenye kisanduku Pina, Abdallah idi Pina, Abdallah idi Pina anaendelea kupiga bobu, Mwanchwari, na anazidi kuikandamiza timu ya New City ambayo tayari imeshachuka daraja. Angalia nafasi nzuri kabisa ambayo alipata lipale, ikawa ni nyepesi kabisa kwa meza mlango hapa na hapa moja sifuri mm. Abdul Nasir mwa no, cha pili lipa kaki okay, Abdallah Dipina. Pina, Pina anakisanduku Pina. Pina. Pina! Yeah. Abdallah Dipina. Anaweka chuma cha pili dakika za jioni kabisa, kipindi cha kwanza. Mabao ishirini na mbili msimu huu. Haya, haya, kunazidi kukucha Mlandege mbili om na ndege mbili. New city ni mbili sifuri, mbili sifuri. Haya, kwa kati karty gafi con prole pale Matola tena, Matola, Matola, Matola

kutuwakilisha kwenye klabu bingwa mekapasi komasud kwa hiyo, tuna kila sababu ya kuja kushuhudia mchezo huu. Mepiga tena Matola kabla na... sijamaliza matangazo. Kwa mara nyingine tena, Saidi Matola kumburu, Saidi Hamis Matola anaipatia Mlandege goli la... Amesahau mlinda mlango kama ana ndugu jamaa na marafiki

Yari. Na pasi nyingine tena wanaotoa mpira pale pale eh. Umepigwa tena. Umeingia Ume, kwenye kimea aya, wanapata kitu timu ya New City ako na mpira Said, kenda na kwenye kisanduku, nafasi nyingine tena wanapata bao la pili dakika za kuongeza, na usiku anapata bao la pili. Kama na mwamuzi wa mchezo ana tamatisha shughuli haya, mchezo unabadilika, mabao mengine kwa mawili